Unafahamu kwamba siri ya utajiri mkubwa duniani si akili nyingi, si bahati, si hata kipaji, bali ni kitu rahisi kinachoitwa compounding. Lakini tatizo ni hili: akili ya mwanadamu haijaumbwa kukielewa. Ndio maana wengi wanakata tamaa mita chache kabla ya kuwa matajiri. Leo nitakuonyesha nguvu ambayo Warren Buffett aliitumia kujijengea utajiri wa asilimia tisini baada ya miaka 65, na nguvu hiyo unaweza kuitumia na wewe leo. Bado tupo kwenye safari ya kuielezea saikolojia ya pesa kupitia kitabu cha The Psychology of Money cha Morgan Housel. Karibu sura ya 4, confounding compounding. Katika sura hii Morgan Housel anaeleza nguvu ya ajabu ya compounding, riba inayojijenga juu ya riba na jinsi ilivyo miongoni mwa nguvu kubwa zaidi katika fedha, lakini pia inavyokuwa ngumu mno kwa binadamu kuelewa kikamilifu. Anasema kwamba watu wengi wanajua compounding ni nini kwa maelezo ya kifundi kupitia formula, lakini bado hawaielewi kiakili. Kwa lugha nyepesi, tunaifahamu kwa hisabu, lakini hatuielewi kwa moyo. Hapo ndipo anaona kuwa compounding ni kitu cha confounding. Yani, kinachochanganya, kinachozidi uwezo wa kawaida wa kuelewa. Compounding kwa maana rahisi ni pale pesa inapozalisha pesa, kisha hiyo faida inayozaliwa inazalisha faida nyingine, na mzunguko huu unaendelea bila kukoma kadri muda unavyosonga. Binadamu kwa upande mwingine, wameumbwa kufikiri kwa mstari ulionyooka, kile tunachokiita linear thinking. Tunaweza kuamini ukuaji wa hatua kwa hatua lakini ukuaji wa maradufu juu ya maradufu katika muda mrefu huwa ngumu kuutambua. Housel anatumia mfano wa Warren Buffett kuonesha nguvu hii kwa njia ya kushangaza. Wengi humwona Buffett kama mwekezaji wa kipekee kuliko watu wote, lakini Morgan anapindua fikra hiyo. Anasema ndiyo, Buffett ni mzuri, lakini kilichomfanya awe mtu wa hadhi ya kipekee si uwezo wake peke yake ni muda ambao ameuwekeza kwenye mchezo huo. Buffett alianza kuwekeza akiwa na miaka kumi na sasa ana zaidi ya miaka tisini. Hiyo ni zaidi ya miaka themanini ya compounding ikifanya kazi bila kukoma. Lakini kilichokuwa cha kushangaza zaidi ni kwamba zaidi ya asilimia tisini ya utajiri wake wote alipata baada ya kufikisha miaka sitini na tano. Hii na maana moja, siri ya mafanikio yake si ustadi tu bali muda mrefu usioingiliwa unaoruhusu compounding kufanya kazi kwa kiwango ambacho akili ya kawaida haiwezi kukadiria. Morgan anasema kwamba kama Buffett angekuwa mwekezaji mzuri, lakini angeanza kuchelewa au angeacha katikati kwa sababu ya makosa, au angependa utajiri wa haraka kwa kuhatarisha kupita kiasi, leo asingekuwa bilionea anayejulikana duniani. Compounding huanza taratibu sana, pole pole, kimya kana kwamba hakuna kinachotokea, lakini kadri muda unavyoenda hafla inabadilika na kuwa nguvu ya kushangaza. Morgan kisha anatupitisha kwenye historia ya watu wachache kama Richard Fremont, mfanyabiashara wa karne ya 19, ambaye utajiri wake ulionekana kama uchawi machuni mwa watu, lakini hakukuwa na uchawi wowote. Alichokifanya ni kutengeneza mazingira ya compounding kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuvurugika watu walishindwa kuelewa kwa sababu maono ya binadamu hayajazoea kuona matokeo ya ukuaji wa muda mrefu ambao hujikusanya taratibu hadi kufikia kiwango cha kushangaza. Housel anasema tatizo la msingi ni kwamba compounding inahitaji muda mwingi kuliko watu wengi wana uvumilivu wa kusubiri. Watu wanataka matokeo ya haraka, unataka kuona faida inayovutia ndani ya mwaka mmoja au miwili, lakini ukweli ni kwamba Compounding ni sawa na kupanda mbegu ya mti mkubwa. Miaka ya mwanzo hakuna kinachoonekana. Watu wengi huchimba mbegu, hupandikiza upya au huacha kabisa. Lakini yule anayevumilia kwa muda mrefu huona mti mkubwa wenye matunda bila kikomo. Kwa hiyo, Morgan anasema matokeo ya compounding hayana mantiki mwanzoni, yanapata mantiki tu baada ya muda mrefu. Hii ndio sababu watu wanakata tamaa mapema au wanafanya maamuzi ya hatari wakijaribu kuharakisha mchakato. Kutoielewa compounding kunafanya watu wawe na tabia za kihisia: kuuza mapema, kubadilisha mikakati kila mara au kukimbiza utajiri wa papo hapo. Lakini ukielewa compounding unajenga subira, utulivu na nidhamu ya ajabu katika pesa. Mwisho wa sura hii unasisitiza wazo moja kubwa: utajiri mkubwa duniani haujatengenezwa kwa miujiza, bali kwa maamuzi ya kawaida yaliyofanywa kwa uthabiti kwa muda mrefu. Compounding ni uchawi wa taratibu, hauonekani mwanzo, lakini baadaye hubadilisha kila kitu. Kama unataka kutengeneza utajiri unaodumu, si wa miujiza, si wa pressure, bali wa uhakika basi fahamu vizuri dhana hii ya compounding na jinsi inavyobadilisha maisha pole pole, kisha ghafla. Subscribe kwenye channel ili upate uchambuzi wa sura inayofuata, ambapo Morgan Housel anaeleza kwa nini kuonekana maskini kwa muda mfupi unaweza kukufanya uwe tajiri kwa muda mrefu. Usikose, maana safari yako ya kifedha inaanza sasa.